Karibu sana katika siku ya leo, kuna jambo moja natamani sana tuweze kujifunza kuhusiana na afya zetu. Uh, ni kwamba hakuna matokeo pasipo sababu, kila matokeo yana sababu. There's no effect without the cause. Na labda hili ni jambo la msingi ambalo tukiweza kuweza kujifunza na kulielewa linaweza likawa ni msaada mkubwa sana katika maisha yetu na afya zetu kwa ujumla, kwa wale ambao tunaumwa tayari kwa wale ambao uh, hatujaumwa lakini tunaweza tukapata maradhi siku zinazokuja. Hatuombei kwamba tuweze kupata maradhi, lakini kiuhalisia ni kwamba uh, tunaishi katika dunia hii ambayo tunaweza tukapata maradhi. Natamani sana tuweze tuondoke na neno moja kwamba hakuna matokeo yasiyo na sababu, no effect without cause cause and where there's cause, there must be an effect. Uh, mara nyingi tunapenda kutibu matokeo, na hili ni jambo la msingi sana ambalo natamani tuweze kulielewa. Tuna, tunadili na matokeo kwa sababu matokeo ndio yale ambayo yanaonekana, lakini kiuhalisia huwa hatudili na na na chanzo ambacho hiki chanzo hakionekani. Na kwa nini nimesema hivi? Ni kwa sababu dunia hii imeumbwa kwa sheria. Kuna sheria ya kila kitu ambacho kinaendeshwa katika dunia hii leo. Hii wewe ni shahidi kwamba katika barabara zetu kuna upande ambao unatumika kama ni kushoto au ni kulia, itategemeana uko upande gani. Na kama ingetokea kwamba watu wakatembea upande wowote ule ambao wanatamani watembee kwao, aa, bila shaka ajali zitatokea nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu aa, kila kitu kinaenda kwa sheria. Sasa sheria ya mwili wako na yenyewe pia ina haikuruhusu kuweza kwenda kinyume na jinsi ambavyo muumbaji aliweza kuumba, na hii mimi huwa inanipelekea kuamini kwamba yuko Mungu ambaye ameumba dunia hii na akaweka sheria zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina sheria kwao, kama vitabu vya Mungu vinasema, kuna sheria. Sheria maanake ni mipaka ya wapi uende na wapi uishie. Ina maana kwamba hata wewe una sheria, lakini sasa hizi sheria unaweza uka zifuata ama unaweza usizifuate. Ni kwa uchaguzi ni wako tu, kama ambavyo hata Mungu ametupatia sheria na anasema kwamba ni uchaguzi wako kuzifuata au kuto kuzifuata. Sasa nini kinachotokea? Kwa kadri ambavyo tunavunja sheria, na hapa naongelea uh, particular sheria za afya, ndivyo ambavyo tunakuwa katika urahisi wa kupata magonjwa na sheria ni kama barabara, barabara let's say, uh, ambayo unatembea kuelekea Morogoro, tule mfano okay. kama ni basi litakuwa upande wa kushoto kama unaelekea Morogoro, okay? na kwa kadri ambavyo unaacha sheria, ni sawa sawa na dereva anavyoanza kulala. Akilala, uh, tairi linaweza likaanza kutembea katika ile sehemu ya rami, ile yenye kokoto na hata walitengeneza kwa makusudi kabisa kwamba tairi litakapokuwa likanyaga kule, uh, atasikia vibration katika nini, katika mikono yake. Wangeweza kuweka na ile lami ambayo ni smooth upande ule wa, wa kushoto kabisa, lakini wanaweka ikiwa na kokoto, ikiwa na maana kwamba iweze kumwamsha dereva kama ameanza tu kutembea nje ya barabara, kumwonyesha kwamba ametoka nje ya barabara. Na kiuhalisia atakapotembea katika hiyo lami madhara yake yanaweza kaa ni madogo, kwa sababu atasimama na kadhalika, lakini kwa kadri ambavyo anazidi kutoka uh, nje ya barabara, inamaana kwamba madhara yake yatakuwa makubwa. Na ndivyo ilivyo katika miili yetu, kuna sheria ya maisha ambayo Mungu ametuumba kwayo, na hii sheria, kwa kadri ambavyo tunatoka katika hii sheria, kwa kadri tunavyozidi kwenda mbali, ndivyo ambavyo tunapata magonjwa na tunavyozidi kwenda mbali kabisa, mapolini huku, ndipo ambapo sasa mauti inaweza ikatukuta. Sio, inaweza mauti inatukuta. Ili tuweze kuwa na maisha yenye afya bora, ni lazima tukae katika barabara, tukae katika the main road. Na nasikitika sana kwa sababu content nyingi ambazo ninazitazama, content nyingi ambazo zina zinatolewa ni zile ambazo zinaongelea nini cha kufanya, ni zile ambazo zinadili na matokeo effect, hazidili na source. Kiuhalisia tunapata matokeo ambayo sio chanya. Kwa sababu gani? kwa sababu unapotibu matokeo, ni lazima cause, kama haijatibiwa itaendelea kujionyesha katika mifumo mbalimbali mbali. Uh, hata katika lecture zilizopita tumejaribu kuliongelea hilo kwamba kuna kitu kinaitwa side effect, na sisi Watanzania Waswahili tumeisha kichukua kana kwamba ni lugha ya Kiswahili kabisa, tunasema side effect. Uh, hii side effect ama side effect ambayo kwa lugha yake kabisa ni kwamba kwa kadri ambavyo kuna kuwepo kuna sheria ambayo inavunjwa. Sheria inapokuwa inavunjwa, uh, chanzo kile ambacho ndio source kinajionyesha kupitia sasa effect. Effect ni nini? Effect ni symptoms, ama effect ni dalili au ndio ugonjwa wenyewe. Yani sisi tunapoita ni ugonjwa, kiuhalisia ile ni symptoms. kwa sababu ugonjwa uko katika chanzo. Sasa tunapotibu chanzo tunapotibu Uh, effect ama matokeo na tukaacha chanzo ambacho ndiyo cause. Kitu gani kinachotokea ni kwamba ile cause inatafuta tena njia nyingine ya kuweza kujionyesha na hii njia ni ipi? Sio nyingine isipokuwa ni njia ya uh, ugonjwa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa kadri tutakavyokuwa unaendelea kutibu matokeo kitu gani kitakachotokea ni kwamba chanzo kitendea kujionyesha katika sehemu mbalimbali za mwili mpaka pale ambapo utapata umauti. Kwa hiyo ni vizuri watu wakajifunza kutii sheria za afya. Sheria za afya ndizo ambazo zinakuonyesha kwamba wewe inatakiwa uenende vipi. Sheria za afya ndizo ambazo zinakuonyesha kwamba ni jinsi gani ambavyo unaweza kuendelea kuishi katika barabara kuu, na kwa kadri ambavyo utakuwa katika barabara kuu, utakapotii sheria za afya, utakuwa na afya njema lakini kwa kadri unavyozidi kutoka nje ya barabara utaanza kupata symptoms, utaanza kupata dalili mpaka utakapokwenda polini huko na kupoteza maisha. Na sheria za afya ni rahisi tu. Mungu ametupatia sheria ambazo lazima tule chakula sahihi, chakula ambacho hakitokani na viwanda. Na nimejaribu kuangalia ku, nimejaribu kuangalia katika tasemina zilizopita vyakula ambavyo havitokana na viwanda na by the way thew uh, ukishaona chakula kina lebo kubwa uh, ujue hicho sio chakula rafiki yangu uh, vyakula vyote vya viwandani vina lebo kubwa, ingredients zile ni kubwa. Lakini uh, ukichukua tunda kama embe au kama sasa hivi tuna msimu wa mananasi huku pwani, hakuna ingredients, hakuna vile vilivyomo ndani zaidi ya kwamba lile ni nanasi. Unakula ni chakula. Lakini chakula kinapokuwepo na ingredients nyingi, hizo zote ni kemikali hata kama zimeruhusiwa kwa matumizi ya wa mwanadamu lakini haiondoi kwamba kemikali yoyote ni sumu. Kwa hiyo tunaposema kwamba vyakula vya viwandani ni sumu, ni katika context au katika dhana hiyo kwamba kwa kadri ambavyo hivi vitu vinakuwepo na vile vitu ambavyo ni vikolezo uh, preservatives vile vitu ambavyo vinafanya kwamba chakula kisiharibike kwa muda uh, vikae kwa muda mrefu, vyote hivyo kiuhalisia ni sumu na vyote hivyo siyo chakula kwa hiyo kwa kadri ambavyo tutaendelea kuishi katika sheria ambayo ni kula vyakula vilivyo sahihi tutakuwa na afya bora na tutakuwepo na watu wenye nguvu iliyo kamili. Na shida nyingine ambayo tumepata sasa hivi ni watu kutokuwa na nguvu, nguvu zote kwa wanaume, wanasema hawana nguvu za kiume, kwa, kwa wanaume kukosa nguvu za kiume na maana nguvu zao, lakini pia kukosa hata nguvu ya kawaida. By the way, unapokosa nguvu za mwili ni lazima hata nguvu za kiume zinaweza zikakosekana. Sasa yote hayo yanatokana na nini? Yote hayo ni effect. yote hayo ni matokeo ya kuvunja sheria. Sheria ya nini? Sheria ya afya. Kwa hiyo unapovunja sheria ya afya matokeo yake ndio yatakuwapo ni hayo, kukosa nguvu uh, za mwili, kukosa kupata maradhi mbalimbali, mwili wako kutokuwa na amani, kutokuwa na furaha, ni kwa sababu umevunja sheria. Mungu ameomba dunia hii ameipatia sheria. Kuna sheria ya maadili, kuna sheria ya chakula, kuna sheria hata ya mahusiano. Vyote hivi vinachangia vina, vina the war being. Nikiwa na maana kwamba wewe ulivyo mkamilifu, vyote jinsi ulivyo hivyo unachangiwa na sheria zote hizi. Jinsi unavyohusiana wewe na watu, unavyohusiana wewe na Mungu wako, lakini pia jinsi ambavyo unahusiana wewe na afya yako, nini unakula, nini unakunywa na kadhalika. Kwa hivyo vyote hivi huwezi ukakitoa kimoja ukakiweka kingine. Lakini uh, dunia inatufundisha kwamba tukiwa na shida yoyote, kuna sehemu ambako tunaweza tukapata msaada, ikiwa na maana kwamba vunja sheria ya afya, vunja sheria na kanuni ambazo zinatakiwa uweze kuzitunza. Uh, kuna mlango wa nyuma ambao unaitwa pharmacy. Kuna mlango wa nyuma ambako unaweza ukaenda ukanunua dawa na kuweza kupona kiuhalisia. Uh, hiyo imepelekea watu kuweza kuvunja sheria za afya, kwa sababu wanajua akiumwa tu atakwenda hospitalini ataandikiwa dawa na ataweza kupona, lakini kiuhalisia uh, hakuna dawa kuu ya kwanza kama kuweza kuzuia. Dawa kuu ya kwanza ni kuweza kuzuia maradhi, na unazuia kwa kuweza kuishi sawasawa na vile ambavyo tume, tumeumbwa. Ni lazima tuwe na elimu ya nini tunatakiwa tuweze kula. Nimesikitika sana na huwa nasikitika, napenda kuliongea hili mara kwa mara kwamba hata zile sehemu ambazo ndizo watu ambao wana elimu zile katika sehemu za vyuo vyetu ambavyo ndivyo watu itakiwa wale vyakula ni sahihi, ndio sehemu ambazo pia zinaweza kaa zinaongoza kwa vyakula ambavyo ni vibovu, ikiwa na maana kwamba tusingetegemea sehemu kama za vyuo tuweze kupata vyakula kama chipsi na kadhalika, kwa sababu ni sehemu ambazo watu wana akili, watu wana uwezo tunategemea waweze kuwa na uwezo mkubwa wa kutafakari vitu, na kama wanaweza kutafakari vitu, ina maana kwamba pia lazima waweze kujua nini wanakula na nini wanakunywa. Lakini ndio sehemu ambazo tunaweza tukapata vyakula ambavyo ni vibovu saa nyingine kuliko hata sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo ni lazima tubadilishe tabia uh, tubadilishe mienendo yetu, nini tunakula, nini tunakunywa, nini tunasikiliza na nini tunatazama. Vyote hivi vina vina uhusiano mkubwa sana katika afya yetu, kwa sababu afya yetu ni sheria. Kwa kadri tunavyoenda nje ya sheria tunapata magonjwa mpaka kifo. Kwa kadri tunavyokaa katika sheria, tunavyokaa ndani ya sheria, ndivyo tunavyopata afya bora. Kwa hiyo nategemea utabarikiwa na utaanza kuiangalia afya yako, angalia kila unachokula, angalia kila unachokunywa, punguza na ikiwezekana ondosha kabisa vyakula vyote vinavyopatikana vinavyotoka viwandani, vyakula vyote vyenye listi kubwa na zile listi, hata nikikuuliza wewe, kama ukizisoma, hata kama unajua Kiingereza, uwezi ukajua zile kemikali ni, ni, ni nini uzifahamu. Kwa hiyo unasoma tu kwa imani na kujua kwamba okay, hizi ingredients, kwa sababu imepitishwa labda na serikali, itakuwa ni sahihi. Lakini rafiki yangu, kitu chochote ambacho ni kemikali hakijaumbwa kwa ajili ya mwili wako. Sisi hatukuumbwa kukonsume kemikali, hatukuumbwa kutakula na kutumia kemikali, sisi tuliumbwa kutumia vitu vya asili. Kwa kwa kadi ambavyo unakuwa katika asili, ndivyo unavyokuwa katika afya bora. Kwa kadi unavyotoka katika asili, ndivyo unavozidi kuwa katika kupata afya ambayo sio sahihi. Na kinachotokea ni nini? Ni effect, matokeo ya maamuzi yale ambayo umeyafanya ambayo effect yake ni nini? Ni maradhi. Kwa hiyo naamini utaitunza afya yako kwa kurudi katika asili, kwa kula sahihi, kwa kunywa sahihi, na kwa hata kulala sahihi, na nikiwa na maana sasa hivi watu wengi sana wanalala kuanzia mida saa saba, saa nane, wakiangalia tamthilia wakiangalia mitandao mbalimbali mbali. Vyote hivi vinachangia kuwa na afya mbovu, vyote hivi ni uvunjwaji wa sheria ya mwili. Kwahio utakapokuwa unalala mda ulio sahihi, utakapokunywa kitu kilicho sahihi na kula kilicho sahihi, utakuwa na afya bora. Na ndio maana hata kama utakwenda nchi za nje, hata kama ukienda India, kama unavunja sheria ya mwili, hakuna matibabu hata ukienda Ujerumani hata ukienda nchi yoyote, hata ukienda mbinguni kama unavunja sheria, na mbinguni hawaendi ambao wanavunja sheria. Hakuna dawa kwa ajili yako, na ndio maana wengi wanakwenda huko nchi za nje na wanarudi wakiwa maiti, wakiwa ni marehemu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba na kutengeneza afya zetu, na ametengeneza sheria kwamba kwa kadi ambavyo tutaenda kucikahizi sheria, haijalishi uko Ulaya huko Marekani, au kwa Afrika, utakuwa na afya bora. Lakini kwa kadri utakavyokwenda nje ya hizi sheria, haijalishi rafiki yangu, hata ukiwa katika ikulu ya Marekani, utakuwa na afya mbovu na utakufa. Kwa hiyo Mungu akusaidie uanze kuenenda katika afya iliyo bora, ili uweze kufurahia maisha haya. Ambayo tumepewa ni maisha ya ubatili, ni kweli, shida ni nyingi katika dunia hii, lakini basi hata katika shida hizi tuweze kumshukuru Mungu na kuweza kufurahia afya bora ambayo ametupatia naamini kabisa kwamba sasa utaanza kufanya kila uwezalo kuweza kuishi katika sheria fanya mazoezi rafiki yangu tembea usipende kutumia bodaboda uh, -boda na bajaji kila sehemu tu unakaa una katika bajaji na bodaboda kwa sababu una shilingi elfu tano ama elfu kumi ya kulipia uh, usafiri huo au kwa sababu una gari ambayo unaweza kukaka mafuta tembea tuliumbwa kutembea hatukuumbwa kukaa Okay, ukiwa ofisini hakikisha unanyanyuka unatembea. Hata pale nyumbani hakikisha unafanya movement, usikae tu sehemu moja kwa muda mrefu, na utakuwepo na afya bora. Pamoja na mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza hapa, utaweza kujifunza jinsi ya kuweza kuitunza afya yako, kwa sababu tuna vitu vingi sana ambavyo tunajifunza hapa, vyote hivyo viko katika swala moja tu, ni kutunza sheria, kwa sababu uumbaji wa Mungu unaendeshwa kwa sheria yake na sheria yake unapotoka nje ya sheria unapata mauti, unapata kifo. Unapokuwa ndani ya sheria ya Mungu unapata uzima na unapata uzima wa milele. Barikiwa sana rafiki yangu.